Na kukaribisha tena mtazamaji na msikilizaji wa Mwananchi Digital. Kwa wasaa huu nimekuletea taarifa kutoka kwa jeshi la polisi mkoani Mwanza, limemwachia kwa dhamana Diana Bundala maarufu kama Mfalme Zumaridi, huku uchunguzi dhidi ya tuhuma zinazomkabili ukiendelea. Zumaridi, ambaye alikamatwa kwa tuhuma za kugeuza makazi yake kuwa kanisa, kuendesha shughuli za kidini bila usajili, kuhubiri kwa sauti ya juu na kudaiwa kuaminisha watoto kuwa yeye ni mungu wao alipewa dhamana Mei 15 mwaka 2025. Akizungumza na Mwananchi Digital leo Jumamosi Mei 17 mwaka 2025 kwa njia ya simu, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, Wilbrod Mutafungwa ana amesema Zumaridi alikidhi masharti ya kisheria ya dhamana, na hivyo ameachiwa ikiwa ni haki yake ya kisheria. Alipewa dhamana ambayo ni haki yake ya kisheria, na uchunguzi unaendelea. Alipewa dhamana lini? Alipewa dhamana juzi, ambayo ni haki yake ya kisheria, na upelelezi bado ungali unaendelea. Zumaridi, ambaye ni mkazi wa mtaa wa Buguku, kata ya Buhongwa jijini Mwanza, alikamatwa Mei 15, 2025 kutokana na tuhuma za kuendesha shughuli za kidini kwa sauti ya juu, huku akidaiwa kusababisha usumbufu kwa wakazi wa eneo hilo. Aidha, Zumaridi anadaiwa kuhubiri kwa watoto, akieleza kuwa yeye ni mungu wao na ana uwezo wa kuokoa na kifo, jambo ambalo lilijitokeza kupitia picha mjongeo zilizokuwa zikisambaa kwenye mitandao ya jamii. Hii ni mara ya tatu kwa Zumaridi kuingia katika mgogoro na serikali na jeshi la polisi, ambapo Novemba 18, 2019 kanisa lake lilifungwa na aliyekuwa mkuu wa wilaya Nyamagana, Dr. Feris Nyimbi, kwa madai ya kuendesha ibada ambazo zilikiuka sheria ya nchi ikiwa ni pamoja na kutumia katiba ya kanisa lingine. Vilevile, Februari 2022 alikamatwa kwa tuhuma za usafirishaji haramu wa binadamu ambapo alikamatwa na watu 149 wakiwemo watoto 24 wenye umri kati ya miaka minne hadi 17. Kisha Machi 2022 alifikishwa mahakama ya hakimu kazi mkoa wa Mwanza, yeye na wafuasi wake ambapo alisomea mashtaka matatu ya kuzuia maafisa wa serikali kutekeleza majukumu yao, kufanya mkusanyiko usio na kibali, na usafirishaji wa halamu wa binadamu lilokuwa likimkabili Mfalme Zumaridi peke yake. Hata hivyo, Disemba 22 mahakama hiyo ilimwachia huru. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital. mimi ni Timo Thirugwe.